Alafu tutaelezea kipengele chengine wajiba tu zakati, kutoa zakatu fitri. Lazima tujiandaye katika safari yetu ya hizi siku za Ramadhani kwamba namna gani tumejiandaa kwa ajili ya kutoa zakatu fitri. Alafu sehemu ya tatu katika mada yetu ya leo tutazungumzia maayumaulil mambo ambayo yanahitajika kufanyika katika siku ya ili. Mada leo tatu hizo pengine vitatu vitaweza kujenga mada ya, ya leo katika somo letu hili, lakini kama nilivyotanguliza aya Mwenyezi Mungu, kwamba matumaini ya Mwenyezi Mungu na matakwa yake kwetu ni sisi kuwa mchukua wa cha Mungu. Ni zipi sifa za ucha Mungu? ni shule kwangu ya kujifunza kufikia katika uchamungu. Uchamungu utajiwaje? wewe ni mchamungu? Tuangalie khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, anapohadithia katika sifa za uchamungu. Moja katika sifa za uchamungu, tachukua baadhi ya vipengele Khalifa ameweza kuzungumza kwa urefu sana, anasema khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, uchamungu ni kuachana ufanane na watu walio wema katika sifa nyingine. Amirul Muuminina anasema kwa huwa minali

itakuwa wewe umefika katika ucha Mungu leo unaohitajika. Laalakum tattakun, isabu nafsi yako. Wiki ya mwisho la salama ni wakati wa kujitathmini mambo yetu ambayo tumeyafanya katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani.